Na nimefurahi sana kuona kwamba mradi huu unaendelea vizuri na kwa fezi hii kwa kweli, tunaelekea kukamilisha ndani ya miezi michache ijayo. Maelekezo yangu kwenye mradi huu, kwanza, tuhakikishe kwamba kama ambavyo ndugu zangu wa ZFDF wamenieleza, pamoja na mkurugenzi, mradi huu tunakamilisha kwa ile fezi ya kwanza ndani ya kipindi kifupi kijacho, na ikiwezekana na ili liwezekane kabisa, basi kwenye sherehe za mapinduzi hivi Januari, basi tuweze kufanya hata kama ni soft opening kwenye mradi huu. Lakini kwenye fezi hii, eneo hili ambalo tumepita, eneo ambalo mizigo itapita na itakaguliwa, nimefurahi kwamba ule utaratibu wa kukagua sasa utakuwa wa kidijitali nami, nielekeze usiwe na component ya kutia mkono pale, zaidi ya dijitali tu, tuhakikishe teknolojia inaendelea kufanya kazi, na mtu ambaye mzigo wake unakaguliwa yeye mwenyewe aridhike kwamba umekaguliwa na mashine na kila kitu kiwe kinaonekana fanyika lakini naelekeza kwamba mradi huu ndani ya mwezi ujao ukamilike. Umeniambia imefikia asilimia 90, basi kumi iliobaki tuikamilishe ili sasa mradi huu uweze kutumika. Maelekezo yangu ya hapa, naelewa kwamba hapa itakuwa one stop center. lakini miundombinu ilivyokaa hivi, sijajua wapi wananchi watafanya malipo lakini naelekeza kwa eneo lolote ambalo limepangwa kufanyika malipo, malipo hayo yafanyike kwenye mifumo na siyo cash. Tutoke kabisa kupokea fedha kwa cash kwa namna yoyote. Kwa hiyo miundo mbinu ambayo inatengenezwa hapo, hakikisheni, mkurugenzi wa bandari, mnatengeneza mifumo ambayo payment yoyote ambayo itafanyika lazima ifanyike kupitia mfumo. Nisingependa hata kidogo kuja kusikia kwamba hapa mtu amekaa na mkoba anapokea fedha kwa namna yoyote ile. Hata iwe shilingi elfu moja, basi naomba ipite kwenye mfumo. Tunajenga majengo haya miradi hii ya kisasa kabisa, sasa lazima tuendane na teknolojia ilivyo. Tunataka malipo yetu yote yafanyike kupitia mfumo na hili linawezekana na hii itakuwa rahisi kwa sababu hapa tunafanya one stop center. Kwa hiyo kila mtu akija hapa vitu vyote viko hapa. Kwa hiyo hakuna sababu atoke hapa aende benki, atoke hapa akatafute control number kwanza, hakuna hivyo vitu. Kwa hiyo naelekeza hili, na wale wanaohusika na mifumo tutaongea nao ili tuhakikishe kwamba miradi hii inakamilika na kazi hii inafanyika vizuri.